Waziri mkuu wa Australia amekanusha madai ya mwenzake wa Israel Benjamin Netanyahu kwamba uamuzi wa Australia kutambua dola ya Palestina mapema mwaka huu ulichangia shambulio la kigaidi lililosababisha vifo vingi lililotokea Jumapili katika ufuku wa Bondi, Sydney, nchini ya Australia. Katika mahojiano na vyombo vya habari vya kitaifa, Anthony Albanese aliulizwa kama anakubali kuwepo kwa uhusiano wowote kati ya utambuzi huo na mauaji yaliyotokea Bondi. Hapana, sikubali, alisema Albanese, akiongeza, kwa kiasi kikubwa dunia inatambua kwamba suluhisho la mataifa mawili ndilo njia ya mbele kwa mashariki ya kati. Watu kumi na tano wa jamii ya Kiyahudi waliuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa baada ya wanaume wawili wazao wa wili, Australia kufyatua risasi kwa umati uliokuwa umekusanyika kusherehekea sikukuu ya kidini ya Hanukaa. Wanaume hao wote walipigwa risasi na polisi, mmoja akifariki dunia. Albanese hakujibu moja kwa moja tuhuma za Netanyahu kwamba alikuwa amebadilisha udhaifu kwa udhaifu na maridhiano kwa maridhiano zaidi katika kupambana na chuki dhidi ya Wayahudi. Huu ni wakati wa mshikamano wa kitaifa ambapo tunapaswa kuungana, tunahitaji kuwapa faraja na msaada wanajamii wa Kiyahudi wanaopitia kipindi kigumu sana, alisema Albanese. Kazi yangu ni kuweka wazi kwamba wa Australia kwa ujumla wanasimama pamoja na jamii ya Kiyahudi katika kipindi hiki kigumu. Mvutano kati ya Australia na Israel umeongezeka tangu Agosti, wakati Israel ilipofuta viza za wanadiplomasia wa Australia katika maeneo ya Palestina yanayokaliwa, jambo ambalo waziri wa mambo ya nje wa Australia Penny Wong alisema lilikuwa ni mwitikio usio wa haki kufuatia uamuzi wa wa Australia kuitambua Palestina. Serikali ya Australia ilisema uamuzi huo ulikuwa sehemu ya juhudi za kimataifa zilizosawazisha ili kuleta msukumo mpya wa suluhisho la mataifa mawili kusisitiza mapigano ili kusimamisha mashambulizi ya damu ya Israel huko Gaza na kuachiliwa kwa mateka waliotekwa na Hamas katika shambulio la kushtukiza la tarehe 7 Oktoba mwaka 2023. Wakati huo, Netanyahu aliuita uamuzi huo kuwa ni upuuzi na zawadi kwa ugaidi. Jumapili, waziri mkuu wa Israel ambaye anaongoza serikali kwa mrengo wa kulia, ambaye anaongoza serikali ya mrengo wa kulia zaidi katika historia ya nchi hiyo na anakabiliwa na uchaguzi wa ndani ya mwaka mmoja, alisema serikali ya Albanese haikufanya chochote kuzuia kuenea kwa chuki dhidi ya Wayahudi nchini Australia. tuna wasiwasi mkubwa sasa kuhusu watu wetu, usalama wetu, na hatutakaa kimya, tunapambana na wale wanaojaribu kutuangamiza, alisema Netanyahu. Katika muktadha huu, kuhusu sakata hili linazidi kuweza kuibua hofu baada ya Anton Albanese kuweza kueleza wazi kwamba amepinga vikali tuhuma za waziri mkuu wa Israel. Mtazamaji wetu, taarifa hizi basi zitakujia hapa kwa kina zaidi. Salia nasi wakati wote kwa kusubscribe, kulike, kukomenti pamoja na kushare.